Ni miaka 31 imepita tangu Umoja wa Mataifa uazimie juu ya suala zima la kuwepo kwa uhuru wa vyombo vya habari duniani. Ikiwa leo ni mwaka wa thelathini na mbili wa siku ya uhuru wa vyombo vya habari ulimwenguni kote, ni wazi kuwa shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni, UNESCO ndiyo chombo maalumu cha kuandaa siku hii ya kimataifa inayoadhimishwa kila tarehe tatu Mei. Ni siku kuu duniani kote inayojitokeza kuenzi uhuru wa vyombo vya habari na kuimiza uhuru wa kujieleza kama msingi wa demokrasia na haki za binadamu. Ilianzishwa rasmi mwaka 1993 na na na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, UN, ili kuangazia umuhimu wa uhuru wa vyombo vya habari na kuhamasisha juhudi za kulinda uhuru huo dhidi ya vitisho, ukandamizaji na unyanyasaji. Ikiwa siku hii ilianzishwa baada ya ripoti ya kamati ya UNESCO kuhusu uhuru wa vyombo vya habari iliyotoa mwongozo wa kuimarisha uhuru wa vyombo vya habari duniani. Hii ilitokana na hali mbaya ya vyombo vya habari ambavyo viliendelea kukumbwa na ukandamizaji, vitisho na ukatili hasa katika nchi zinazoendelea na zile zenye migogoro. Dunia inaadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari wakati kuna matukio mbalimbali yanayoendelea dhidi ya waandishi wa habari. Katika muktadha wa leo, mikutano walsha, na mashairi au maonyesho ya sanaa yanayolenga kuhamasisha uhuru wa vyombo vya habari hufanyika. Pia kuna ripoti za utafiti kuhusu hali ya uhuru wa vyombo vya habari duniani na shughuli za kuonyesha mashujaa na wathirika wa ukandamizaji wa vyombo vya habari moja kwa moja. Katika siku hii maalum, ni nafasi ya kimataifa ya kuonyesha mshikamano katika kulinda uhuru wa vyombo vya habari, kuhakikisha kuwa wanahabari wanaweza kufanya kazi yao bila hofu au wasiwasi na kuhamasisha jamii kushiriki katika kujenga mazingira ya uwazi na uwajibikaji. Ni siku ya kukumbuka wanahabari waliopoteza maisha yao kwa ajili ya kueneza ukweli na kuleta maendeleo katika jamii zao. Mimi ni Bahati Jamleho wa Sauti Digital.